Bado tunasalia jijini Dar es Salaam ambapo tunaambiwa kwamba watuhumiwa wawili kati ya watano wa ujambazi wamejeruhiwa katika majibizano ya risasi na jeshi la polisi uh, na kutiwa mbaroni katika eneo la Vingunguti jijini Dar es Salaam baada ya kinachoelezwa kuwa jaribio la kupora fedha katika kiwanda kimoja. Aidha, katika tukio hilo watuhumiwa watatu wamefanikiwa kutoroka. Kamishna wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Simon Siro amewaambia waandishi wa habari kuwa majira ya saa tano asubuhi watuhumiwa hao walikuwa wakijipanga kuvamia kwa nia ya, ya kupora fedha zilizokuwa zipelekwe benki, ambapo baada ya kushukiwa walianza kufyatua risasi hovyo. Dar es Salaam waliwahi eneo na wakafanya mtego e na kweli, bahati nzuri walifanikiwa ku kabla wale majambazi hawajafanya tukio, walifanikiwa ku, kuwarushia risasi kwa maana ya kutaka wasimame, lakini na wao hawakukubali kusimama. Uh, kwa hiyo polisi walipiga risasi juu na walipoona mwisho wa siku watapotea, kwa hiyo wakaweza kuwapiga risasi majambazi wawili, na walipokwenda kuwapekua ndio walikuta uh, hii silaha aina ya, ya Mark 4. Akizungumzia matukio mengine ya uhalifu, kamishina Siro amesema jeshi la polisi limewatia mbaroni watuhumiwa 87 wa matukio ya uhalifu wakiwemo vijana wanaojiita panya road ambao wamekuwa wakiendesha vitendo vya uvamizi na unyang'anyi katika baadhi ya maeneo jijini Dar es Salaam.